Mjumbe maalumu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni Rais mstaafu wa awamu ya nne Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete amehitimisha ziara yake ya kidiplomasia Afrika Magharibi kwa kukutana na viongozi mbalimbali wakuu wakiwemo w wa Burkina Faso na Niger. Alhamisi ya jana ya Aprili 17, Mheshimiwa Kikwete alikutana na Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore katika mji mkuu wa nchi hiyo wa Gadugu. Mkutano huo ulihudhuriwa na maafisa waandamizi kutoka serikali zote mbili. Akiwa katika mazungumzo hayo, Kikwete alikabidhi ujumbe maalumu kutoka kwa Rais Samia na kutoa shukurani kwa nafasi aliyopewa ya kukutana na Rais Traore. Rais wangu amenituma nije kuwasilisha ujumbe huu maalum kwako, na ninafurahi kwamba leo umeupokea rasmi, alisema Dkt Kikwete. Alieleza pia kuwa Rais Samia amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano miongoni mwa nchi za Afrika, hasa katika kubadilishana uzoefu na kuendeleza kwa pamoja rasilimali za bara la Afrika kwa manufaa ya wananchi wake. Siku moja kabla, yani Aprili 16, Kikwete alikutana na rais wa Niger, Jenerali Abdurahman Shiani, katika ikulu ya nchi hiyo jijini Niami. Katika mkutano huo, Dr. Kikwete alikabidhi ujumbe mwingine maalum kutoka kwa Rais Samia pamoja na salamu za upendo na pongezi kwa uhusiano mzuri kati ya Tanzania na Niger. Alihimiza haja ya kuimarisha ushirikiano zaidi katika nyanja za biashara, uwekezaji na utalii, sambamba na kuhimiza mshikamano wa Afrika katika kushirikiana maarifa na ujuzi ili kuchochea maendelezo ya kweli kupitia rasilimali za bara hilo.